Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja katika kipindi hiki cha 37 cha tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa sanda ya Torino, kipindi kinacholetwa na Fadha Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwa Uso. Karibuni. Tuendelee kutafakari juu ya mateso ya Bwana leo, tunapokuwa na mada sanda na maonyesho yake mbalimbali ya adhara mbali. Nitaanza kwa nukuu: nilipokuja Torino mwanzoni wa mwezi Septemba mwaka 1978 kama muujaji, nilikuwa na shauku kubwa kuiheshimu sanda takatifu, masalia yale maarufu yanayohusishwa na fumbo la ukombozi wetu. Bila shaka nisingeweza kuhisi kwamba ningeweza kurudi hapa kabla haijapita miaka miwili, nikuwa na wadhifa mpya na katika mazingira tofauti. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Yoani Paulo wa Pili akizungumza na waujaji huko Torino mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane. Ni kama barabara zote zilielekea Torino pale ilipotangazwa kwamba yatafanyika maonyesho ya adhara ya sanda mwaka 1978. Watu karibia milioni tatu na nusu walienda kujionea kwa macho yao wenyewe kuanzia tarehe 26 mwezi Agosto hadi tarehe 8 mwezi Oktoba 1978. Katika karne ya ishirini sanda ilikuwa imewahi kuonyeshwa hadharani kwanza mwaka 1931 kama kumbukumbu kumbu ya ndoa ya mfalme mtarajiwa Umberto wa Pidmont wa ukoo wa Savoya na Maria Jos, binti wa mfalme wa Belgium. Hapo Kardinal Fosati ndiye aliyeshuhudia ndoa yao, walihudhuria karibu watu milioni mbili. Joseph Henry aliweza kuchukua picha nzuri sana za sanda zenye ubora unaopambana na ule wa picha zozote zile zilizowahi kuchukuliwa mpaka siku za karibuni. Mara ya pili sanda ilionyeshwa hadharani mwaka 1933 kwa ombi la Papa Pio wa 11 kama sehemu ya adhimisho la mwaka mtakatifu. Padre kijana msalisiano Padre Peter Rinaldi alihudumu kama mkarimani kwa wahujaji, maana alikuwa na uwezo wa lugha mbalimbali, aliweza kuzungumza Kifaransa, Kiingereza na Kiitaliano. Ndiyo huyu padre aliyekuwa chimbuko la ushawishi wa kuundwa umoja wa wanasayansi wa kuitafiti sande Torino kama STURP The Shroud of Turin Research Project miaka ya 1970. Ndiye huyu padre pia aliyechochea shauku yangu ya kuitafiti na kujifunza Sande Torino kwa kunitumia taarifa mbalimbali za ugunduzi wa wataalamu hawa wastop na kuniwezesha kujua zaidi na zaidi juu ya Sande Torino, mpaka siku moja tukakutana pale tukakutana pale New York Pochester katika kanisa alipokuwa anahudumia kama paroko, mwaka 1992. Hivyo maonyesho ya adhara ya mwaka 1978 yalikuwa na maonyesho ya tatu katika karne ya 20. Ratiba ya maonyesho ilipangwa mapema. Maonyesho yalifunguliwa kwa ibada ya takatifu ya misa tarehe 26 mwezi Agosto mwaka 19 sabini na nane. Ilikuwa wakati wa misa hiyo inaendelea, alipotangazwa Kadinarusiane wa Venisi kuwa mrithi wa Papa Paulo wa sita kama papa. Sande yenyewe ilikuwa imetayarishiwa fremu imara ya kuishikilia na mwanga uliopimwa kitaalamu uliiyangaza watazamaji. Katika vikundi vidogo vidogo vya watu kama mia mbili waliruhusiwa kuingia kanisani iliyopokuwa imetundikwa sanda. Kiongozi aliwaelekeza na kuwasaidia watazame wapi ili waweze kuona nini. Halafu watazamaji waliruhusiwa muda mfupi wa ukimya kwa ajili ya tafakari na sala fupi. Miongoni mwa wahujaji alikuwemo kardinali Karol Wojtyla wa Krakow, Poland alifanya ija yake tarehe moja mwezi Septemba mwaka huo elfu moja mia tisa sabini na nane. Ndiye kardinari aliyekuwa achaguliwe papa na kuchukua jina la Yohani Paulo wa Pili baada ya kifo cha gafula cha Papa Yohani Paulo wa Kwanza. Mwishoni kabisa mwa kipindi cha watu kushuhudia na kusali mbele ya sanda, ndipo wanasayansi wasiopungua arobaini wa kikundi cha stop walipopewa fursa ya kufanya uchunguzi wao wa moja kwa moja na kuchukua vipimo vyote vilivyokuwa vinawezekana. Walifanya kazi hiyo kwa zamu masaa mia moja na ishirini bila kukatisha kazi. Yao imesaidia kuweka wazi mambo mengi kuhusu fumbo la sanda, lakini jibu la swali msingi walilokwenda kutafutia ufumbuzi ilibaki palepale, ni hili: Je, picha ya sanda imetengenezwaje? Hiyo ndiyo ilikuwa chimbuko la utafiti wao. Je, picha ya sanda imetengenezwaje? Lakini kama sayansi kwa niaba yetu sisi sote ingelielekeza swali hilo kwa sanda yenyewe, ikisema, e sanda yenyewe ikisema sanda hebu tupe siri, je, picha tunayoiona hapa juu yako imetengenezwaje? Sanda yenyewe ingeweza kulijibu swali hilo kwa swali lingine kwetu likisema, je, wewe mtafiti, umekwisha jaribu angalau kidogo kuelewa maana ya tukio linalofafanuliwa na picha hiyo unayoiangalia ndani mwangu, ambayo ndiyo sababu ya msingi utengenezaji wangu. Kwa maneno mengine, wakati sayansi inatafiti jinsi gani sanda ilivyotengenezwa, sanda inamwalika mtazamaji asahau kuelekeza akili yake pia kwenye jambo lilo la msingi zaidi, yaani kwa nini picha ya sanda imetengenezwa. Kwa upande wa ujaji waliofika kuona sanda, ningeweza kusema kwamba walio wengi hawakufika kujua picha imetengenezwaje bali kufahamu maana yake. Mtu angeweza kuwaona watu wa namna hiyo kama ndiyo walengwa wa kwanza wa sanda. Ni watafiti wa maana ya zawadi iliyowekwa kwa ajili yao. Ni kwa sababu zawadi haitolewi kwa ajili ya kuchunguzwa, bali sana sana kama kielelezo cha upendo, na sanda haipo kwa ajili ya kuchunguzwa bali ipo kwa ajili ya kueleza upendo wa huyu anayeonekana ndani ya sanda takatifu ya Torino. Basi ndugu zangu, kwa hiyo tufunge tafakari yetu ya leo, siku ya thelathini na saba ya Kwaresima. Leo tulikuwa tunazungumza juu ya sanda na maonyesho yake mbalimbali, mbali ya adhara katika mwaka huo elfu moja mia tisa sabini na nane. Kesho ambayo itakuwa ni siku ya thelathini na nane tutazungumza juu ya huu kweli kwamba hatimaye sasa sanda iko chini ya umiliki wa kanisa Katoliki. Basi ndugu wasikilizaji, tumalizie kipindi chetu kwa hayo na kesho tutarajia kuendelea kusikiliza habari hizi zaidi kuhusu sanda takatifu ya Torino. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki.